Haya, mjambo, sisi kama vijana wa Bungoma tumechoka na huyu mtu anaitwa Papa wa Roma. Kama leo asubuhi tumekuwa kwa kanisa ya Katholiki, mbunge ilikuwa inafaa tupatie kitu kama sisi vijana. Papa wa Roma bila heshima anatutumia vijana shilingi elfu tano. Kwani ye anatudharau aje? Tuko tunamrudishia pesa yake kwa simu yake, na sisi vijana wa Kandui hatutaki mambo ya Ford Kenya na papa wa Roma. Juzi papa wa Roma umekuwa umekuwa Kisii, ume, umepatia vijana wa Kisii pesa u pesa mzuri tu kabisa. Sisi watu wa Bungoma, millions of money, sisi watu wa Bungoma, vijana ukolaja, vijana wa Bungoma, kaunti yako yenye unasema wewe ni Sadi Mkomani, mbona unatufanya hivyo, papo wa Roma? Wacha kutudharau na usitudharau na utochimu, tulikufanyia kazi, papo wa Roma, kuanzia 2013 kwanza ukikua kutoka kwa mbunge kutoka Sirisia, sisi, umbona unatufanyaje? Unatutumia aje, papa Roma? wakati ya mpini ndio unatuhitaji yeah? Wakati ya panga what ndio unatuhitaji is that papa Roma, wacha kutufanya hivyo bwana, kabisa. Asante, asante wewe.